Habari, Tanzania, inaitwa mchungaji Ernest Kikoti, ninakuletea mchezo au game ambayo watoto wangu mara nyingi wanaitumia kucheza, lakini leo nataka waitumie hawa rafiki zangu. Unaitwa Mr. nani? Na kaka, unaitwa nani? Naitwa Michael Joseph Kaduma. Asante sana. Ninao huu mchezo, ninaumwaga hapa Nataka mnisaidie kutengeneza mnara. Mtaamua nyie wenyewe kama mnatumia, mnatumia hivi vibao vitatu vitatu, mnaweza mkatumia vibao vitatu vitatu hivi yeah, au mkaamua kutumia vibao viwili viwili. Muhimu tu kwamba mjenge mnara mpaka juu, sawa? Sawa. Si mmeelewa vizuri sawa? Basi karibuni sasa. Naomba kabla mjaanza, nataka niweke stopwatch ili nijua kwamba mnatumia muda gani kujenga. Sawa. Haya moja, mbili, tatu, anzeni. Wanashirikiana vizuri? Safi. Safi sana. Mkiangusha mtaanza kujenga upya, kwa hiyo inabidi muwe waangalifu. Msi mnara uwe imara na sitawaonea huruma, ukibomoka mkianza upya, mimi ndo anaendelea kuhesabu. Yes. Mpaka hapa naamini mafundo yangu ameniangushi. <laughs> Siamini kwamba mnala utaanguka. Kimaliza mniambie. Safi, mmetumia dakika moja na sekunde kumi na nane. Baki kidogo, hiyo sekunde kumi na tisa. Mtazamaji kama unaweza ukauona hapa, wametumia dakika moja na sekunde kumi na nane. Sasa ninaomba mnisaidie pia N nina Nina reset, nataka mnisaidie kubomoa. Hmm, mtaamua nyewe wenyewe kama mnatoa kimoja kimoja au mnabutua vyovyote mtakavyopenda nyinyi kufanya na na hesabu halafu mta, mtaanza kubomoa. Moja, mbili, tatu. Mkimaliza mniambie. Wamemaliza. Wametumia <laughs> Wa sekunde nne. Ilibaki kidogo, iziwe sekunde tano. Ilibaki point kama sita, iziwe sekunde tano. Sawa. Mmetumia dakika moja na sekunde kumi na saba kujenga. Ndio. Na mmetumia sekunde nne kubomoa. Mmeelewa nini au mmejifunza nini kupitia mchezo huu ambao tumeucheza kwa muda huu? Yeah. Ah, asante. Ah, kupitia mchezo huu nimejifunza mambo mengi. Jambo ah, la kwanza nimejifunza kwamba unapohitaji kufanya jambo lolote lile kwenye maisha iwe ni kwenye masomo, kwenye elimu iwe ni kwenye maisha ya kawaida, kwenye ujenzi, kwenye biashara, kwenye uchumi, inahitaji muda mrefu, gharama ya maandalizi, linahitaji muda wa kujipanga zaidi, ili kufikia malengo ya hilo jambo ambalo umekusudia na hasa, tukiangalia kwenye masuala ya ujenzi wa nyumba, tunatumia muda mrefu kuandaa matirio kwa ajili ya ujenzi, lakini pia tunatumia nguvu kubwa kuandaa pesa na mambo mengine, ili kukamilisha ujenzi ambao unaweza kuchukua muda mrefu, naweza kuwa ni miezi kadhaa, au naweza kuwa ni miaka kadhaa pengine hata kuchukua zaidi ya miaka kumi kujenga ile nyumba ambayo mtu anatarajia kuishi. Hata katika ndoa vile vile kuna maandalizi ambayo mtu anaweza kayaandaa, anaanzia kwenye engo ya urafiki, lakini baadaye anakuja kwenye engo ya uchumba, baadaye anaingia katika ndoa. Haya yote ni maandalizi ili kuhakikisha kwamba unajenga msingi ulio bora kwa ajili ya maisha ya baadaye. Vile vile hata katika maisha ya utafutaji, maisha ya uchumi, mtu anapotaka kufanya biashara, anapotaka kufanya shughuli au mradi wote ule, lazima anatumia muda fulani anatumia nguvu fulani, anawekeza pesa kwa kipindi fulani, ili kuhakikisha kwamba kile alichokuwa amekikusudia kinafikia, au kile ambacho anatamani kukifanya kwenye maisha yake anakifanikisha. Kwa hiyo kiujumla, maisha yanahitaji muda, yanahitaji gharama, ili kwamba uweze kufikia mafanikio yaliyo bora. Na vile vile katika maisha, kwenye jambo ambalo umelihangaikia kwa muda mrefu au umelishughulikia kwa muda mrefu linaweza likaanguka kwa sekunde chache au kwa kipindi fulani, kwa muda mchache, kwa sababu kubomoa ni rahisi kuliko kujenga. Inaweza ikawa mtu alikuwa na tabia fulani, ana maadili fulani, amejenga kwa muda mrefu kwenye maadili na tabia yake, amejenga kwa muda mrefu, lakini swala la kuichafua ama kuharibu mfumo wa tabia yake ni swala la muda mfupi, kwa sababu kitu kinachoharibu tabia kinaweza kuwa ni kidogo sana, lakini kinaangusha kinaangusha maadili ya mtu kwa ujumla. Kwa hiyo hata katika maisha tunahitaji kuwekeza nguvu kubwa kwenye kujenga mipango yetu, lakini pia kwenye kujenga mfumo wa maisha, lakini pia tuwe na tahadhari katika kuhakikisha kwamba tunalinda huo mfumo au mipango ambayo tumeijenga kwa muda mrefu ili kuhakikisha kwamba yale mafanikio ambayo pengine mtu amewekeza kwa muda mrefu hayaharibiki ama hayabomoki au hayapotee kwa namna moja ama nyingine. Asante. Asante, katika mchezo huu nimejifunza mambo mengi sana. Kwanza kabisa jambo nilojifunza la kwanza ni kwamba kila jambo unalotaka kulifanya ni lazima uanzie chini. Kwa hiyo, kama kila jambo unalotaka kulifanya ni lazima uanzie chini, kupitia u mnara, mimi nimejifunza kwamba jambo amani ambayo imejengwa kwa muda mrefu inaweza ikabomolewa kwa muda mfupi. Asante, nashukuru sana kwa mawazo yenu, rafiki zangu na wote wote, kimsingi mko, mko sahihi sana na mimi napenda kutumia fursa hii pia kuongea na na Mtanzania ambao unaniangalia sasa kwamba kujenga kitu kama walivyosema wenzangu hapa, kujenga kitu inachukua muda mrefu sana. Kwa mfano mtu akijenga nyumba anaweza kutumia hata miaka miwili mitatu, au akatumia miezi kadhaa kujenga, lakini akiamua kubomoa ni kitendo cha masaa mawili matatu, kazi imeshaisha kubomoa tayari. Na leo ujumbe wangu ni kwa habari ya kulinda na kutunza amani yetu ya nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania imepata amani kwa miaka, imepata uhuru na kupata utulivu na amani ambayo tunayo leo miaka kadhaa iliyopita, waasisi wetu kama Baba wa Taifa ambao tunamtaja pamoja na, na wenzake ambao walishirikiana walilipa gharama kubwa sana. Wengine walilipa gharama ya damu. Kuna watu walikufa ili kuleta amani katika nchi, kuleta uhuru katika nchi hii. Na kuna habari moja nilikuwa naisikia kwamba kuna wakati Nyerere alivaa baibui akaonekana kama binti hivi, lengo tu ili kwamba kujilinda huyu ambaye anapigania amani ya nchi asigundulike na asikamate asi, asi, asi asinaswe na maadui kwa hiyo watu wamelipa gharama ya muda, wamelipa gharama ya mali, wamelipa gharama ya, ya damu ili kuleta amani ambayo mpaka leo tunayo na tunajivunia kwayo. Ujumbe wangu kwamba kwa namna yoyote, kwa namna yoyote, lazima kila mmoja, awe ni mtanzania wa kawaida, awe ni kiongozi wa serikali, awe ni kiongozi wa kisiasa, awe ni kiongozi wa kanisa, kwa namna yoyote, kila mtu kwa nafasi yake ahakikishe anailinda na kuitetea amani ya nchi yetu ya Tanzania. Ni muhimu sana kufikiri namna tunavyozungumza yale ambayo tunayaongea, ufikiri sana kwamba yanaleta amani katika nchi au yana yanaondoa amani katika nchi. Yale tunayoyatenda, tuangalie sana haya, matendo yetu yanaimarisha amani ya taifa letu, yanatunza amani ya nchi yetu au yanabomoa kabisa amani ya nchi yetu wametumia viongozi wetu na watanzania wenzetu ambao wametangulia, wametumia nguvu kubwa sana kuijenga hii amani ambayo leo tunajivunia kwayo, kwamba unaweza ukasafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, unafanya biashara, unaabudu, unafanya kila kitu ambacho unakifanya nakifanya, kwa sababu watu wamelipa gharama kubwa kuileta hii amani. Lakini sisi leo tusichukulie poa amani ambayo tunayo leo. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba kiongozi wa serikali, wa kanisa na kiongozi wa kisiasa na wananchi wa kawaida, kila mmoja ahakikishe kwamba anailinda hii tunu muhimu sana ya amani katika taifa letu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana, ilinde amani ya, ya Tanzania yetu. Na mwishoni kabisa, ndugu zangu, ninapenda kutoa wito pia kwa waumini wote wa dini ya Kikristo bila kujali madhehebu yao, nitoe wito pia kwa Waislamu wote bila kujali madhehebu yao kutumia muda wao kutumia madhehebu yao kutumia misikiti kutumia makanisa kuweza kuiombea amani ya nchi yetu, kuombea viongozi wetu, ili amani na utulivu tulio nao uendelee kuwepo. Ziko nchi ambazo zimepoteza amani, wanatamani irudi tena, lakini hawajafanikiwa kuirudisha ile amani. Kwa hiyo kupoteza amani ni rahisi kuliko kuitafuta amani. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu, lakini pia tuendelee kufanya bidii kutunza amani yetu. Naomba tuombe. Bwana Yesu uliye mfalme wa amani, tunakusii sana kwa ajili ya taifa letu. Tunaomba uondoshe kila mawazo yanayochochea vurugu na upotevu wa amani katika taifa letu. Uondoe kila wazo, kila matendo, kila mipango na makusudi ya adui, kinyume na mpango wako katika taifa letu, kila chembe inayokusudia kuondoa amani katika nchi yetu kwa nguvu na mamlaka yako tunakusii Bwana, ukaondoshe katika jina la Yesu Kristo. Tunakusii Bwana, utawale akili za viongozi wetu wa kisiasa, viongozi wa serikali, viongozi wa kidini, ili kila mmoja kwa nafasi yake aweze kusababisha amani, utulivu na mshikamano katika taifa letu. Ulilinde taifa hili, ye Bwana, na uachilie amani na utulivu wa kweli, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Kipekee katika mwaka wa uchaguzi, tunakusii Bwana, tunakataa roho ya mauti, tunakataa roho ya vurugu, tunakataa kila aina mvurugano katika taifa letu, katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Yesu Kristo inanayo mema kinyume cha vurugu na mabaya yote, ikanene mema katika taifa hili, na taifa likawe ni amani, likawe ni furaha, likawe ni utulivu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, amen. Kubarikiwe sana Tanzania.